mini wetu wa America i kampuni bora kabisa inatoa mbegu . Pia tunaye mzaja m mwingine wa benki ya CRDB. aya mazoezi yanawasaidia vipi? Mazoezi haya bwana, yanawasaidia kjengamwjenga mwili, kama unavyojua mazoezi ni afya wa maisha ya binadamu, pia ni pene tukuakwa katiba kwamba mazoezi

Katika Arusha Polisi, mazoezi ya leo yalikuwa mazuri, vizuri, mwendo mzuri, ujuma, wadau wote tulikuwa nao na wakili na mitaji huku, wote tumemaliza mazoezi mazuri.